Bajeti ya Wizara ya Uchukuzi kwa mwaka wa fedha 2025-2026 imewasilishwa bungeni na waziri mwenye dhamana Profesa Makame Mbarawa ambapo ameainisha vipaumbele vya wizara. Katika mwaka wa fedha 2025/2026 Wizara ya Uchukuzi itaendelea kutekeleza majukumu yake kwa kuzingatia vipaumbele vyake ambavyo ni pamoja na kuendelea na ujenzi wa reli ya kisasa SGR, katika ushoroba wakati, kununua vitendea kazi na kuboresha reli zilizopo, kuendelea kuboresha kampuni ya ndege Tanzania, kuboresha miundombinu na huduma katika bandari nchini, kuimarisha usalama na mawasiliano kwenye usafiri na usafirishaji katika ziwa, maziwa makuu nchini uendelezaji na uendeshaji wa viwanja vya ndege kuendelea na ujenzi wa meli mpya na ukarabati wa meli zilizopo na kuimarisha huduma za usafiri na usafirishaji. Umuhimu wa kuihusisha sekta binafsi katika uendeshaji wa shughuli za reli ukapigiwa chapuo. Kamati inaishauri serikali kuandaa mpango kazi ambao utaliwezesha shirika la reli Tanzania TRC, kuendesha shughuli zake kwa kushirikiana na sekta binafsi mpango kazi huo huainishe manufaa yatakayopatikana kulingana na uwekezaji uliofanywa na serikali. Kwa hivyo naomba niwahakikishie kamati yetu kwanza na waheshimiwa wa bunge kwamba na kwenye upande wa SGR tunakwenda kushirikisha sekta binafsi. Waheshimiwa mwenyekiti, tayari sheria ya open access tulishapitisha hapa bungeni na sisi wizara tayari tulishatayarisha kanuni za open access kwa ajili ya kufanya kazi hiyo. Na tayari wako makampuni mbalimbali mbali ya Watanzania wameonyesha nia ya kufanya kazi ya uendeshaji wa SGR ya kutoka Dar es Salaam hadi Dodoma.